Na mtuko majira ya saa tisa saa za Afrika Kati, ikiwa e, ni kumi majira ya Afrika Mashariki, nami ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga the one and only town DJP, ambaye ninakurushia haya matangazo. Nachukua nafasi hii kukukaribisha wewe ambao unatusikiliza kutoka pande zote za dunia. Kuna jambo muhimu ambalo, um, natakiwa nikukumbushe. Sisi lazima tu tunakumbushana, e, tulikuwa kuna delegation hapa ya Chef de l'Etat, Washington eh, ambako wameenda kwa, wa, wa kwa mazungumzo ya UN eh, ya ONU tuseme eh. Sasa katika hivyo vitu kuna hawa ndugu zetu ambao ni warefuji eh, wa, wa Kenya Rwanda ambao wanajiita wanajita Wanyamlenge. Hawa watu awawatu unaona gisi wako na, na, na vitu vimoja vya ajabu ajabu sana wao yani, wow, wakienda sehemu Tuseme, waki wakifukuzwa kwa manaono amwezi kumona mkubwa mkubwa hana muda tu sasa, kwa hiyo e, nyinyi amkuruhusiwa amna aliko tokeni, wakienda ku, kujiplendri, sasa kulalamika, malalamiko yao wanasema walitufukuza kwa sababu tuko na mwonekano kwa sababu tuko batusi. Sasa tunajiuliza swali ni je wakongole wengine wenye walifukuzwa pale kwenye kikao cha sasa cha diaspora na chief delegate wakongole wengine wenye walikuwa wana invitation ambao walikuwa wanaenda pale na wakafukuzwa, mbona wao hawalalamiki kwamba walitufukuza kwa sababu tunafananana na na na na, na, na nabii Mungu ama kwa sababu tunafananana na Pierre Nkurunziza au kwa sababu tunafananana eh, na na Apollo Bia ama na mtu mwingine, lakini wao tu kidogo tu uh, kwa sababu tunafanana hivi kwa sababu tuko hivi. Kwa sababu tuko hivi. Ni watu ambao wanapenda kuemba temba vitu mo hivi tu ya kujilia ya kujilia lia kujitetea, hebu ndo ba victime, hebu ndo wanaonewaka tu, hebu ndo ba malaika. Sasa na hii dossier ya Gasita ilikuwa iko hapa. Tulifuza Gasita Uvira juu Gasita ni criminal. Gasita iko system mu rapport mapping. Gasita alimasacre batu, aliua batu. Sawa? Gasita ni collabo wa M23. Tunamfukuza vile inakuwa oh, juu ni, ni, ni, ni Mtusi ni, ni Mnyarwanda e, anafanana na hivi, ba, ba, ba kolonele, ba mingi, ba na hivi ndio maana hapo Vira tushafukuza bakolonele ba makabila ingine mbona pakuwa hivi ni vitu vyenye na bakongolewa uh, nakupaka kuvisema As long as tuko tunabifunikia macho ndo gisi hawa watu na biko naenda banapata mabega biko napana mabega. Unaona, na biko wanafikia tu mpaka ya kuonekana kwamba ya biko na sheria. Kongo ni kubwa, mbona Marekani abakwagi bana no, no. Bana, eh, bana sema sema juu iko hivi ndo akwe kila mtu yuko sawa sawa. Hapa juzi France bamemkunda ne Nicolas Sarkozy, cinq ans de prison, ancien president, esi kusikia France walitia maandamano Juhani kula Sarkozy ile ni afari yake. Meo kunasikia leo Kabila dosia, yaani ya Kabila inazaa maneno, Kabila bataleta fujo, cohabitation cohesion social e, sijui station ya laene vitu gani e, e, hii yote ni nini? Nakuja kuliwa kwamba akili ya mkongomani ni mwepesi sana kusahau ni mwepesi sana anajisahau mno na pia baegoiste viko mingi wasaliti pia wako wengi batretre viko mingi sana mwakongole ikiwaza kwamba banashindwa kuelewa kwamba tufanye kitu kwa ajili ya faida ya sisi wote sasa sikiliza hichi kitu hii ni taarifa ya m23 kuminikia m23 yenye baliifanya ilikuwa ni

minoritaire tutsi. Mnaelewa objectif ya M23, tuwakumbushe, mkumbuke lengo labo ni kukamata hizi province Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri kwa lengo la kusema wawalinde watusi peke yao. Sasa weye mufuliru weye mubembe weye uh, munyindu weye mushi mweyo kunaenda jiunga na M23 kule, hauna nafasi. Lengo lao ni kusekirize batusi peke yao, na kwa maana hiyo bana bapatia privilege batusi peke yabo, ndiyo maana ya M23 banaendelea. Nous appelons ainsi les populations du Nord Kivu à se préparer à accueillir des réfugiés congolais vivant au Rwanda, 100 000 personnes et 200 000 qui viendront de l'Ouganda. Na pia, tunawaambia watu wa Kivu ya Kaskazini wajiandaye kuwapokea wakimbizi laki moja kutoka Rwanda na laki mbili kutoka Uganda na wanasema par la meme occasion nous rappelons aux habitants d'ici de Lubero ese de Walikale que cette terre appartient aux refugies qui viendront du Rwanda. Na tunawakumbusha wakaaji wa Lubero ya kusini pamoja na wale wa Walikale kwamba hayo maeneo ni ya wakimbizi ambao watatoka Uganda na Rwanda, ndio watapewa hayo maeneo. Aya leo haiko nafanyika gisi watu wako wanafukuzwa kwenye maeneo yao kupatia eh, Banyarwanda na Baganda. Unaona, hii yote ni nini? Nafanya hivi ni kukumbushe weye Kongole, ndugu yangu mwenye uko mu distraction na kuwaza ki M23 itakupa kazi. M23 haina kazi ya kukupa zile franga zote zenye banakusanya ba M23 mataxi zote, Eske biko na banki ziko zinaenda Rwanda kila siku, nafikiri no. ile mamisile ma, ma, ma, ma, ma antiarienne e, e, e biko na installe zinatoka si franga zenu zenye muku mnalipa mataxi, ndo biko na chukua na maminere banaenda mapeka Rwanda no. banabeba Rwanda banaenda ku, ku, ku. Uh, kupeleka Israeli na sehemu zingine wananua silaha ambazo tena zinakuja kutuangamiza sisi wenyewe. Tuweni na akili mkichwa. Hii movement ya ba rebel ya M23, niongee mara ngapi? Hii haiko movement yetu, sawa na Cornel Nangaa mwenyewe anajua, anajua bien kwamba ingelikuwa sema hii movement ya M23 ni ya pire Kongole tuseme uh, gisi mchambuzi wetu mmoja alisema, ndugu yetu mmoja jana, ingekuwa sema ni sisi ba congolais. Na mara nyingi nakuwa nikuwa nasema hivi, ndio tulidecide kwamba sisi watu wa ST tukate ST yetu tuweke sepe kama ilifanyika za zamani wao. Nafikiri wazalendo wa kijirani wazalendo wote wakae pamoja, waseme bwana, sisi wazalendo wa Waswahili tunaamua sasa tuchukue ST yetu sepeke, tudirije Ituri, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema, Tanganyika na Katanga Kolwezi kule kote. Si Waswahili tuchukue maeneo yetu tu, tuachane na na, na Kishasa. Haitachukua demo. Sawa, so, bila siwe peke kwanza. Itasema ya gisi ni siwe peke na gisi uh, uh, Kishasa ni bavantirie. Tuachane nao. Na ingeleweka. Sawa, so, juu ni, uh, uh, ni na so, juu uh, uh, na so, ya maslahi ya wakongole wenye biko ku Est. Mehi movement ya mibenduwa aiko kwa ajili yetu uh, kitu kile kimoja nikukumbusha kitu kingine, kwa sababu sikomsi tuko tunasahau istwari mwaka wa elfu moja mia tisa na tisini na saba. Eske unajua huo mwaka na unaongea nini juu ya Zaire? Labda ilikuwa ni alama moja kubwa ya afdele, ya afdele inaitwa Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, afdele. Eyilikuwa fundelemera mu 18 Oktobre 1996 baada ya mwezi moja kuchukua mji wa Uvira. Nini kenye kilifanyika? Laurent Desire Kabila ambaye alikuwa ni responsable wa Parti Revolutionnaire PRP, Deogratias Bugera responsable wa Alliance Democratique de Peple Rwandais ADF huko, uh, mtu anaitwa Nindaga Masasu ambaye ni responsable wa mouvement ya e revolutionnaire pour la liberation du Zaire MRLZ Andre Kisase Ngandu responsable wa Conseil national de resistance pour la démocratie CNRD ambaye aliuliwa janvier 1997 97, eh, barabara ya kwenda Goma pamoja na Ruchuru. Uh, kuna kitu na na, nataka nikuonyeshe hapa.

Watusi waliungana kuiangusha Uganda kipindi hicho, Museveni akachukua pouvoir. Wale wale Watusi tena wakaungana wakachukua Rwanda. Wale wale Watusi tena wakaungana wakachukua Burundi, Buyoya akarudi tena Burundi huku kitu hapa kuweza kufungua front ya Zairi kupigana Zairi mwezi Septembre mwaka elfu moja mia tisa na tisini na sita ilikuwa ni nafasi ya afdel mrlz na uh, kuweza kupata nafasi yao pia ya muunganiko wao wa kuchukua Zaire, banya Rwanda na barundi ambao walikuwa wanaishi Kivu, ndo wao ambao wanajiita wa, wa, wa, wa, wa, sasa hivi Banyamulenge alepoke tumeleta le banya Rwanda le bangotani bo bangotani na Barundi ambao amba walikuwa Kivu wakimbizi ba infiltre venye ba balingia kimagendo waliweza ku kujikusanya kuji na wakafafliapo ti bakajita na ni Banyamulenge tu. Sasa vikaendelea na ba, ba, ba, ba, bakakuwa na ideoloji wazo moja eh, ambayo ya kufanya clan yao iweze kuwa na nafasi kubwa na wakajikusanya sehemu moja moja, kwenye wanajikusanya wote wanapatikana pale, na kuwa wanapata muda wa kuzungumza mara kwa mara na kuchukua mipango yao ya pamoja. Kwa wakati mwingine wa, wa pili, muungano wa Afdel, ambao ulikuwa ukiungwa e, mkono na nchi za magharibi zaidi sana itazini, e, walipata nafasi pia ya kupewa mafunzo na kuwa ekipe, na Rwanda vile vile pamoja na, na Uganda sasa, ili kuweza kupata nafasi wakafanyeje? Wakawatumia wakongomani wakiwemo walumumbist e, bosi wa CNRD nilikwambia huko uh, mwanzo kiongozi wa CNRD ambaye ni Andre Kisase Ngandu, unaona wakamtumia Andre Kisase Ngandu e, na kumweka mbele pamoja na muungano wa e, wa PRP yake Laurent Desire Kabila e, wakakaa mbele na pia wakaanza sasa kufanya makonketi hapa na hapa, wanachukua hapa anachukua hapa, wanachukua hapa, wanachukua hapa, wanachukua hapa, wanachukua hapa mpaka silifika tua wakachukua nchi. Lakini walichukua nchi kwa malengo gani hapo mwanzo? Kumbuka, walijikusanya kwa lengo lao wao kuchukua nchi ya zairi kama gisi walivyochukua Uganda, wakachukua Rwanda, wakachukua Burundi na ndio hivyo hivyo pia walitaka wachukue zairi na mzee Laurent Desire Kabila yote haya hakukuwa nayajua, na ndo hii pia tunakuja kukutanana. Na wakati wa Felix, alikubali kuchukua madaraka mzee Laurent Desire Kabila akiwazia kwamba uko mbele ya safari atakuja kupindua meza, lakini kamkosti maisha. Felix na leo alichukua madaraka na iko naenda napindua meza, lakini kuna tofauti wa leo kati ya Felix na yeye mzee Laurent Desire Kabila. Sasa hapa nataka kuambia nini? Nataka nikukumbushe tu kwamba hawa watu hawana nia njema na wewe, hawana nia njema na sisi, na endapo tutashindwa kusimama sisi imara kwa ajili ya nchi hii, hakuna mwenye atatusaidia. Hakuna, hakuna mwenyewe atatusaidia. Simama, sim atusaidie atu, atu. Historia inatuambia kwamba tusifanyage confiance jamais kwa watu Gisi walianza kuwa wanakuja tujuru wana itili za kama etiketi zimwe zibebiko aswafe ya, ya pouvoir na na ma, uh, uh, na franga ndo wanatiaga mbele. Sasa, sasa nyewe mtu anasema ah, ni mtoto wetu ndio yuko mbele. Ana wetu mwana, mwana wetu ndio yuko mbele. Ju tuko watu wenye tuko babumbafu, tuko na ile kitu ya umimi, usisi, ndugu yetu ndio yuko mbele. Munaenda bila kujua koze yenye iko pale ni nini? Unaona? Banafunga mtu mwembe alikula rushwa. Babembe mzake anasimama mfungue ndugu yetu. Inosa, inosa. Sasa kuna iba ulikuwa uko naye. Eh? Mwache, mwache serikali uh, uh, serikali fanye kazi yake. Na ndio hii hapa yenye hawa watu walifanya. Kwa hiyo ndugu zangu, tusikubali kuwa district kwa mara nyingine tena na hawa watu. Hawa watu wana tabia chafu chafu mno. Wakitawala nchi hii tutangaika. Ona gisi Waganda wako wanateseka Uganda. Ona gisi Wanyarwanda wautu hawakuwagi tena na kauli, na wautu ndo wengi Rwanda, lakini leo hawana kitu. Ndiko sasa vibumbavu vimoa tu na ndivine kala tu haviwazi hata kitu. Atanzia wapi? Atanzia wapi? Huyo ni problemu sana kwetu sisi. Tuko pepe yenye iko Beni, tuko for na tuko na logiki za mingi. Ni wakati sasa tuachane na maintere individuel, tupiganie tu sasa zentere ya taifa letu. Nashukuru sana, mengine tukutane majira ya saa kumi na mbili kwenye uh, mitazamo yetu. chao chao.